Na mtazamaji, familia moja huko Kitale kaunti ya Transnzoia inamtafuta mama wa watoto watatu aliotoweka kwa wiki mbili. Familia hiyo inaarifu kwamba Caroline Mokeira aliondoka nyumbani na mumewe, lakini mume huyo alirudi nyumbani peke yake na hakutoa taarifa za kuelekea kuhu, kueleweka, kumradhi, kuhusu aliko mkewe. Na kama anavyoarifu Franklin Wala, ni kwamba familia zingine mbili hapa jijini Nairobi zinawatafuta wapendwa wao akiwemo mama wa umri wa miaka 75 aliotoweka kutoka mtaani Umoja Nyumbani kwa Caroline Mokeira Joash huko Kitale kaunti ya Trans Nzoia, jamaa na marafiki wamekusanyika ili kumtafuta mama huyo ambaye alitoweka tarehe 17 Oktoba. Babake Caroline anaeleza kuwa Caroline aliondoka nyumbani na mumewe usiku huo. Mume alirudi nyumbani peke yake. Baadaye alipoulizwa aliko mkewe alidai kuwa Caroline alitoweka njiani. Aidha alitoa taarifa zinazokinzana kwa wazazi wa binti huyo. uh, Karo, nilimweka gari ya kwenda Nairobi, nilimpandisha gari, nilimpandisha gari. Na mimi alikuwa amenieleza Karo, tisapia wakati alifika kwa, kwa kwa kwa stage. Kutoka siku hiyo sicha sicha sichaona my daughter na hiyo kijana sasa. Hapo na shughuli tulipata, alikuwa baada hata kulipoti, hata hakunieleza what oh, has happened Familia iliandikisha ripoti katika kituo cha polisi Transnzoia na uchunguzi ungali unaendelea. Eh, to go missing for the last two weeks is very painful for me. Maombi yangu tu akipatikana. Wakati huo huo, mtaani Umoja hapa Nairobi, familia ya Grace Wanjira Kamau, mama wa umri wa miaka 75, pia inamtafuta. Grace alitoweka tarehe 28 Oktoba. Anisli Nairobi, jamaa ya Mohamed Eden Gerane pia inamtafuta mwana wao aliyetoweka tarehe kumi na sita mwezi huu. Mtu wake sio mzuri. Mara wengine ukimuuliza jina lako ni nini, anakuambia Muhammad Siyad, mara Muhammad Alangarane. Yeyote kama ni mrefu mwambamba, mmeako na missing tooth, kijiji yake sio mzuri, tafadhali tunawaomba wote mu direct to the nearest police station or kwa area chief. Familia hizo zinairai idara ya DCI kusaidia kuwatafuta wapendwa wao waliotoweka. Franklin Wala, Runinga ya Citizen.